Napeleka ndani ya mm, ndani ya bahari na sasa, zikiingia ndani ya <coughs> bahari pale, wewe ukule samaki wa plastiki ama uwe samaki baharini. Unaona msikilizaji, leo nataka nikujuze kisa kingine cha wamama kutoka Tandale, Dar es Salaam. Wanasema walipokuwa wameona jamii yao imejaa plastiki kila kona, mifuko, chupa, taka za kila aina, msikilizaji, walibidi waanzishe kikundi cha kufanya usafi na kushona vikapu. Hivi vikapu venye tunavidharau vimetoka mbali bana. Basi, mama zetu wametushonea vikapu na tunakataa kutumia vikapu, tunataka kutumia plastiki. Jambo hili likataliwe kabisa, ndio maana nakuambia mimi mm, siku za usoni nitatumia kikapu ilikuwa nakiona akina maana, lakini siku za usoni nitatumia <laughs> kikapu. Kwa nini siku za usoni na ni sasa? Wanasema Waswahili kama si sasa ni sasa hii. Kwa nini siku za usoni na sasa hii? Ndipo unapaswa una, una kuo, unaanza kutumia hicho kikapu kwa, sa, kwa sasa, eh. Ya, sijapata kitu, sijapata kitu cha kubebea, ndio maana nakwambia, hata sibebi mfuko. Kuniambia uende dukani, mimi kuenda dukani na nini, kwenda dukani, naenda naenda dukani, na dukani, na dukani naenda, lakini unajua hata serikali imetuletea imetuletea